Ndugu Waislamu na ndugu washiriki, awali ya yote, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma kwa kutujaalia uhai na uzima, lakini pia kwa kibali chake tukaweza kukutana hapa katika hafla hii adhimu ya uzinduzi wa mashindano makubwa zaidi ya Qurani katika mabara yote ulimwenguni mwaka huu 2026, ambayo kimsingi, kama ilivyoelezwa hapa, yamepangwa kufanyika tarehe mosi mwezi wa tatu mwaka 2026 katika uwanja wa Benjamin Mkapa hapa jijini Dar es Salaam. Napenda kutumia nafasi hii kutoa shukurani zangu za dhati kwa uongozi wa taasisi ya ya Al Al-Hikma Foundation kwa kuendelea kuandaa hafla hii ya kipekee na yenye heri kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuamua kunialika mimi kuwa mgeni rasmi katika shughuli hii, hakika imenipa heshima kubwa na sina namna ya kualipa, lakini nasema asanteni sana. Nawashukuru sana kwa heshima kubwa hii joni. Naelewa viongozi tupo wengi na wengine wananizidi mimi kwa kila jambo, lakini bahati hii imekuja kwangu na najua ni uwezo wa Mwenyezi Mungu. Nawashukuru sana, asanteni sana. Tutaendelea kushirikiana na jambo hili ni jema sana Aidha, ni washukuru nyote mliojitokeza kwa wingi katika hafla hii. Hii inaonesha kwa vitendo, namna mnavyothamini juhudi kubwa zinazofanywa na taasisi hii ya Al-Hikma Foundation katika kuhifadhi kitabu kitukufu cha Qur'an na kuipeleka mbele dini ya Uislamu. Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, atujalie tuwe ni wenye kusamehewa makosa yetu na kupata hatima njema baada ya kuondoka kwetu hapa duniani. Ndugu waumini, napenda kutumia nafasi hii kwa dhati kabisa kumshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Dokta Huseni Alimwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa kuendelea kuiongoza vyema nchi yetu ikiwemo kudumisha amani na mshikamano wa taifa letu na kupelekea kupata maendeleo makubwa ndani ya nchi yetu. Leo tunapozungumza mashindano haya makubwa duniani, ni kwa sababu ya amani ya nchi yetu na ni kwa sababu ya ridhaa ya viongozi wetu ambao kwa hakika wanaliunga mkono kwa asilimia mia jambo hili. Natoa wito kwenu kuendelea kuwaunga mkono na kuwaombea dua viongozi wetu, kwa Mwenyezi Mungu awajalie kila la heri na waepushe na kila la shari, aijalie nchi yetu izidi kuwa na amani na mshikamano, aijaze aijaze baraka na aepushe na kila aina ya majanga. Atujalie sote tuwe miongoni mwa wale walioneemesha walioneemesha walioneemeshwa na kuwaongoa kuwaongoa katika njia iliyonyoka, na wala sio wale aliowakasirikia na waliopotea. Lakini ndugu zangu waumini, napenda kutumia fursa hii kumpongeza sana Sheikh wetu Sharif Abu Kade, rais wa taasisi ya, yeah, ya Alhikma Foundation yeah, akishirikiana yeah, na mkurugenzi mkuu yeah, mimi nasema mkurugenzi bingwa ndugu yangu yeah. Sheikh Nuruddin Kisha yeah. na watendaji wake wote kwa kazi kubwa wanayoifanya, Allah wahifadhi kazi ya kueneza dini ya Kiislamu kwa misingi ya elimu, hekima na maadili mema, sambamba na kutoa huduma za kijamii zinazogusa maisha ya watu bila ya kubagua dini au kabila. Mwenyezi Mungu awalipe kheri kwa pamoja. sha serikali zetu zote mbili yaani, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar zinatambua na kuthamini mchango mkubwa wa viongozi wa dini na taasisi za dini hapa nchini katika kuimarisha amani, maendeleo na maadili mema. Kupitia mafundisho ya dini, natoa wito kuendelea kuamrishana mema na kukatazana mabaya, kama alivyotuagiza Mola wetu mtukufu katika surati Al Imran, aya ya 104, naomba na kunukuu pale aliposema, liwepo kundi miongoni mwenu linalowaita watu katika kheri na lilaamrisha mema na kukataza mabaya, na hao ndio waliofaulu. Mwisho wa kundi. Kwa upande wa wahitimu wa Quran na washindani wote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 na hawo ni wateule wake. Ndugu waumi, nimefurahi sana kuona kauli mbiu ya mashindano haya kwa mwaka huu 2026 yenye ujumbe unaotokana na mafundisho ya mtume mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kusemao hakika Qur'ani hii ina ncha mbili, moja iko kwa Allah na nyingine iko mikononi mwetu Shikamanini nayo hakika hamtapotea wala kuangamia milele. Naamini sote tumeona namna na mafundisho haya na shekhe wetu Sheikh Nuruddin alivyoieleza lile fumbo kwanza, lakini baadaye akalifumbua, na naamini sote tumepata hisia ya kujua nini imekusudiwa. Sheikh Nuruddin, mimi nilikuwa naona kwenye ZBC tu na namuona ndugu yangu yule eh, Kobis, lakini kwa kweli naiangalia nikawa sijaelewa vizuri, lakini leo nami nimekuwa moja kati ya ambao nimeelewa vizuri ntampilia ile. Alhamdulillah, wamefanya vizuri na maana yake kwa kweli tumeifahamu. Mwenyezi Mungu atuhifadhi tuweze kuisimamia hiyo kauli mbiu, inshallah tuitekeleze kwa vitendo. Kupitia ujumbe huu nawaomba sana wananchi kujitokeza kwa wingi siku ya tarehe mosi mwezi wa Machi elfu mbili ishirini na sita. Naomba nirudie kupitia ujumbe huu nawaomba wananchi wote wamiko wa mikoa mbalimbali Tanzania kujitokeza kwa wingi siku ya tarehe moja mwezi wa tatu mwaka 2026 panapo majaliwa, katika uwanja wa Benjamin Mkapa ili kushuhudia mashindano haya na kupata fadhila kubwa kutoka kwa Mola wetu mtukufu. Jambo hili si jambo la kawaida na halipatikani kila siku. Huwezi tu ukakaa ukasema leo mwezi huu nataka kulipata jambo hili. Jambo hili linaandaliwa maandalizi yake ni makubwa amesema skishia mziki wake wa maandalizi ni mnene sana. Kwa hiyo inshallah, tusiipoteze nafasi hii, ndugu zangu wa Islam, popote tulipo tujitokeze kwa wingi. Uwanja wa Mkapa ule tuujaze, na ukijaa tutatumia na uwanja mwingine wa Uhuru. Inshallah tutapata fursa ya kushuhudia mashindano haya makubwa duniani. Ndugu waumi, mwisho nitumie fursa hii kutoa wito kwa wadau mbalimbali mbali, taasisi za serikali na taasisi binafsi, kuendelea kudhamini na kuunga mkono taasisi hii ya Al-Hikma ili mashindano haya yawe endelevu na yenye kuleta athari chanya kwa vizazi vyetu na jamii yote kwa ujumla. Pia ni washukuru wote kwa namna moja ama nyingine waliojitokeza kuudhamini, ndugu zangu wa PBZ. Najua ni muda mrefu anaendelea, lakini naamini na wadhamini na wengine wataendelea kujitokeza, na huo ndio wito wetu. Kama kuna pahala pa kuwekeza, basi hapa ni pahala pazuri sana. Ukiwekeza kwenye Qur'an, maisha utakuwa ni mwenye kufaidika tu vijana wetu, yule mdogo wa miaka kumi na nane, tumeona hapa hapa Mwenyezi Mungu ametuonesha hapa hapa, na naamini shekhe wangu hizo zitazidi kuja, sio zile ambazo zimetajwa hapa. Naamini sitajitokeza zaidi, inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Hiyo yote ni faida ya Qur'ani utukufu. Inshaallah nitoe shukurani tadhati na kwa kweli tuwaombee dua na kuwatakia kheri wale wote ambao wamejitokeza na wamechangia kwa namna moja ama nyingine kufanikisha shughuli hii. Wako watu wamechangia fedha, wako watu hawakuchangia fedha, lakini wamechangia mambo mengine. Wote kwa ujumla, Mwenyezi Mungu awalipe ujira mwema na wajalie kila laheri na sote atokenge na shari, tujalie tuwe waja wema na sikuwakilahitaji basi tuwe ni wenye wale ambao ameturidhia. Ndugu zangu, eh, washiriki wenzangu, tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kumtaja sana kila wakati na kumshukuru na kumwabudu vizuri kama alivyotutaka tum, tumwabudu aidumishe amani ya nchi yetu, atuzidishie neema katika nchi yetu, na awalinde viongozi wetu. Nichukue nafasi hii kwa mara nyingine tena kuwashukuru viongozi nyote, mashekhe wetu wote. Nimeambiwa hapa mashekhe wametoka maeneo mbalimbali mbali. kwa hakika mashekhe wetu, tunakushukuruni sana sana sana, lakini naendelea kuwashukuru tena wale wote ambao wamejitolea kwa namna moja ama nyingine kufanikisha shughuli hii. Namshukuru sana ndugu yangu mkuu wa wilaya pamoja na mkuu wa mkoa ndugu Chalamila, najua hapa leo hayupo, lakini dharura yake tumeipata na ndugu yangu Mkogoro amemwakilisha vyema sana, hongera sana. Kuelekea kwe, salamu zetu tunamshukuru sana kwa maandalizi haya, lakini nawashukuru sana ndugu zangu waandishi wa habari, kwa hakika TV 31 shekhe hapa amezitaja kwamba zote zimehudhuria tukio hili. Kwa kweli ni jambo jema sana, ni jambo la kheri sana. Alhikma inafanya vizuri na nimeona zawadi hapa nyingi zimechukuliwa na waandishi, kwa hiyo inshallah hii inakuwa ni ile win-win situation. Huko alhamdulillah wanafanya vizuri lakini Alhikma anarejesha zile fadhila kwa wow. Mashallah, Mwenyezi Mungu awabariki sana. Sasa nilisema nitoe salamu hizo kama ambavyo nimeeleza shukurani kwa wote, lakini naendelea kutoa shukurani kubwa kwa waandaji wa shughuli hii. Salamu za Daktari Hussein Ali Mwinyi anaendelea kuwashukuru sana Alhikma pamoja na mashekhe na viongozi wa dini. Salamu za Daktari Samia Suluhu Hassan anawashukuru sana ndugu zangu wa Alhikma, lakini pamoja na viongozi wa dini wote na wote kwa pamoja wanaunga mkono jambo hili, na kwa hakika tutaweza kushirikiana nao kwa nyakati tofauti kuhakikisha tunaendeleza shughuli zetu kwa salama. Salamu za pekee, shukurani za pekee, tumshukuru sana e, mgeni wetu kutoka Qatar. Kwa hakika amefanya jambo kubwa, hio Qurani kisoma kwa hakika unajisikia raha sana. Tungependa leo tukae mpaka jioni hapa.